Karibu sana, ni ligi kuu nchini Kenya, ikiwa tupo mubashara kutokea ugawa Gusii kaunti ya Kisii. Ni Shabana the Glamour Boys dhidi ya wanamafuta wa Bidco United the Oilers, hawa wakikutana leo kwa alama tatu muhimu kabisa, lakini pia kuongezea hekima na busara na tabasamu, Henry Onyango akini pia Dennis Murunga. Baadhi ya wachezaji wamecheza timu moja ikiwemo kathi Mbali the Magician, akitumia mfumo wa nne tatu tatu, badiliko ni moja tu akiwa leo ameanza kiti Mbali the Magician, ambaye amechukua nafasi yake super left Douglas Mokaya. Upande wa kocha Anthony Hahulia tumia mfumo wa 4-3-3 naye pia amefanya badiliko moja tu, akiwa leo ameweza kuanza Henry Onyango ambaye amechukua nafasi yake Idris Amadi. Na papo hapo amepuliza kipenga chake. Karibu sana ndani ya uga wa Gusii, karibu sana Bosongo karibu sana ndani ya Santiago bana gusi ni ligi kuu nchini Kenya kirindima mubashara wapo nyumbani The Glamour Boys Shabana kuweza kukipiga dhidi ya wageni wao wa leo wana mafuta wa Bidco United nyuma ya bombo nami Charles Onyango mabululu kwa tathmini ya dakika zote tisini. Justin Omondo Nyangwara naletwa juu kule lakini tayari yametegwa Kevin Munika Musamali naye Oscar Juma akiwa na meneja wa timu Elijah Sani anaenda kugombania mali kule, kacheza kichwa, anairusha ugachi mazembe, inaletwa ndani kule, anakataa mali achi tafuta na kulazimisha tanova zile, eneo la kati kabla kuwashambulia kwa counter attack, vijana wa Shabana naona wapo wengi sana. Amefanya makosa. Austine Musa Odongo anasema ni sha sha Shabani inayofanya kazi mwaka huu, awiti Vietnam bure, mzoefu Peter Nzuki alitishia akaipoteza, aliona nyavu zipo wazi kabisa kama meno ya ngiri. Austin Musa Odongo anasema ni mimi, mshambuliaji wa Shabana akipachika goli lake la saba msimu huu. Austin Musa Odongo, ya kwanza, imekubali amesukumwa. Austin Musa Odongo anapata ikabu, Shabana alikontrol uzuri tena alitoka Said Soma na kuishia kumsukuma tu ikiwa bado ni eneo hatarishi kwa upande wa Bidco United. Masai anapangua Janelo Dior, mzee wa kupiga trivela pass zile. Justin Omwando Nyangwara alienda kuicheza, analeta ndani Evans Makari Natoka na walinzi wakati wanasalia Brian Michira Migiro meikosa aliflik uzuri. Austin Musa Odongo kini shuti lake, Msaga anaicheza Austin Musa, hapana, baada imekataa kati mbali. The Magician amepiga kofi nao umetoka. Wanatumia sana kulia, vijana wa Bidco. Michael Omondi cheza kule, Marco Duor cheza na kutoa tena kona nyingine. Marco Dor, krosi zile zinaingia maeneo yake tu. Evans Makari Maliachi, mimi na ndani kule, cheza Clinton Asiago! Wametumia set-piece Bidco United, na Clinton Asiago amepata goli lake la tano msimu huu Anthony Aulia anasema bado endelea kufanya vivyo hivyo. Liletwa ndani unmarked peke yake Clinton Asiago akaenda juu na kufunga. Je, nani alikuwa na mkabili Clinton Asiago? Set piece nyingine wanafungwa nayo vijana wa Shabana. Je, watatumia set piece nyingine tena Bidco? Peter Nzuki anakataa Mulili. Marco Duor. Chezea maeneo ya juu Marco Duor. Analeta ndani. Last one Austin Musa Odongo tena. Kini kichwa chake Austin Musa Odongo. Kweza kulenga lango lake Daniel Duor. Tiza ukuta ule. Marco Duor. Ameachiwa Brian Michira na Jaka. Kipa Daniel Duor. Tazaji ule wa Bidco United a ni jaribio lake Brian Michira Migiro, kunatafuta na wakati wa dakika mbili zile za nyongeza zimemalizika, na kipindi cha kwanza kimetamatika. Bado hatuko sawa, sasa kila mtu yupo sawa. Karibu tena kwa dakika 45 za kipindi cha pili. Shabana goli moja, Bidco United goli moja. Attack bora, sasa space ipo mbele yake, Clinton Asiago Clinton Asiago bado, Clinton ninaishia kwake Mulili, walikuwa na namba nne Bidco United, lakini akaicheza mwenyewe tu. Dennis Murunga ameponyoka, ametoka, analeta ndani, anacheza Mulili, shuti lake kutokana na mpira wa ikabu Dead balls zile pembeni kule, anaingia ndani, keti mbali. The Magician Lucy Juma anasema ni mkwaju wa penalty. Amekwatuliwa keti mbali The Magician. Lakini amechezewa madhambi, keti mbali The Magician, aliachiwa mali pembeni, alitoka langoni Daniel Oduor, alicheza mpira au alicheza mguu wake, keti mbali, keti mbali, alishinda mpira wa kwanza, kwa hivyo alitoka langoni Daniel Oduor akaikosa mpira, ile ni Brian Michira Migiro dhidi ya Daniel Ojiwuor M10. Brian Michira imeandikwa yule aliyana kichwa, ataongezewa ni Brian Michira Migiro M10 Wamenya nyuka tena wana Shabana, bado kauli ni ile ile, Gusii hapatoki mtu. Aliuficha kule juu, alijinyoosha lakini wapi. Daniel Odiwuor, lakini akamshukuru aliye juu. Aga hii sasa <laughs> amepenyeza pasi msaga Oscar Juma Juma, leta ndani bado. Brian Michira what a miss! M10 goli lake dhaifu, lakini ameipoteza. Shuti la Oscar Juma, lakini Brian Michira tayari alikuwa amelala. Daniel Ojuor, Peter Nzuki mepaisha kule juu, ndani ya kumi na nane, inaletwa ndani huku, amecheza bado, upa nakata. Justin Omwando Nyangwara kwani cross ile aligusa Maxel Mulili, kina liko eneo sawa Bidco. Brian Michira Migiro ameandaliwa utamu ule, ni Daras Msaga, tiririka tiriri, uzuri Msaga, mimi na ndani, Michira ameipoteza. Marvin Sochieng sio mbali sana na Tevi, ana Mutere, ameteleza, Orako Dizo ametan kunyili, amekanyagiwa Kalama, Amejaka Maxel Mulili Muchesia na tabasamu tu g6 ile aliteleza Orako Dizo alipanda mlinzi yule David Kalama, lakini krosi yake ikaishia mikononi mwake Maxel Mulili Muchesia, Triple M, bada na pambana, last ball, Austin Musa Odongo tayari alikuwa ameotea, yupo kwa ubora Dares Msaga na papo hapo Imemalizika kutoka Gusi, wamekangwa ndani ya Vietnam Bidco United imemalizika. Kutoka Gusi, kutoka Bosongo, Shabana the glama boys, magoli mawili, wana mafuta wa Bidco United goli moja, dakika zote tisini na amekuwa michalso nyango mabululu, hadi wakati mwingine tena, wachadimba itambe.